Akina mama zaidi ya mia moja kutoka Sudan Kusini wameingia huko Lokichogio kukutana na wenzao wa huku Kenya kwa lengo la kuhimiza na kusihi waume wao wakome kuibiana ng'ombe na kuuana. Chabohiti Emmanuel anaripoti kutoka mpakani, eneo la Nadapal, Lokichogio, kaunti ya Turkana. Hawa ni akinamama kutoka jamii ya Toposa wa Kapoeta huko Sudan Kusini waliovuka mpaka na kukongamana na akina mama wenzao wa Kenya kutoka jamii ya Turkana huko Lokichogio na Nadapal mpakani kwa lengo la kuhubiri amani. Hapa wakionekana kuimba nyimbo za kueneza umoja na mshikamano. We

Eneo hili la Nadapal licha ya kuwa na rutuba na malighafi nyingi limekuwa likikumbwa na utovu wa usalama, hali ambayo imekuwa ikizuia usafiri na serikali kuanzisha miradi ya maendeleo katika maeneo haya. Eneo hili sehemu hii tunaweza kusema bunduki iko kwa, kwa, kwa, kwa mikono ya watu, lakini kwa sababu wamesikia amani na wamekubali, wameamua kuweka chini. Kwa mwezi tisa hivi haijelea risasi hata moja, inamaanisha hiyo amani hiko. Mkutano huu ulioandaliwa na shirika la Sefa World ikishirikiana na APAD unalenga kuhimiza watoposa wa Sudan Kusini na Waturkana wa Kenya wakome kuibiana mifugo. These women are the mothers of warriors. Uh, these women are married to the men who make decisions. So the purpose of their coming was to try to persuade the young warriors to desist. Akina mama walipokongamana waliazimia kuwa wanataka kutumia mpaka huu wa Kenya na Sudan Kusini kufanya biashara ya kimataifa between Toposa and Turkana. And finally, is to promote aspect of natural resource sharing, especially between Turkana and Toposa. Uh, we are witnessing the free movement of people. Trade is boosting and is moving forward, whereby livestock traders uh, from Toposa drive their bulls for sale in Lokichogio town. And likewise, the Turkana traders move to, to Kapoeta East County and they trade the, Really amicably and everything is moving very well. Baada ya wiki tatu, akina mama hawa Lokichogio wanatarajiwa kuzuru Kapoeta, Sudan Kusini lengo likiwa kuhubiri amani kutoka Lokichogio Nadapal ya Kenya, Nadapal ya Sudan Kusini hadi Narus. Akina mama hawa kutoka jamii ya Toposa ya Sudan Kusini na Turkana ya Kenya wamekongamana hapa Nadapal kuweza kukumbatia amani na kuweza kuamua kwa kwamba wanazika uhasama uliopo ili kuweza kuishi kwa amani. Chebuita Manuel Runinga ya yes, Citizen kutoka Nadapal iliyoko Lokichogio, eneo bunge la Turkana Magharibi.